Naam, dakika 90 zimetamatika. Katika viunga hivi vyavya vya KMC, KMC complex nimemshuhudia Yanga Africans akibuka na ushindi kwa mabao mawili e, mabao mawili kwa bila, mbili moja e, inatoka wapi <laughs> kwa mfano wewe ukiamua utangaze magoli ya leo unaweza ukasema mbili ngapi? Ona mchezo mmeuonaje? Say yani, ukiangalia Yanga ambao tulikuwa tunayo zamani Yani Yanga ya Nabii, Yanga ya Gamondi, ile ambayo tukwaga nayo, ndio hii inaanza kuonekana sasa. Hii ndio inaanza kuonekana, hii ni rasharasha. Unaambiwa kwamba panapofuka moshi ujue kuna moto, panapofuka moshi ujue kuna moto. Tayari kocha tunaye, tumeshampata kocha ambaye atatufikisha nchi yetu ya hadi, tushampata kocha atatufikisha nchi ya hadi kwa sababu mchezo aleo, ukiangalia mchezo wa leo ndio ana siku mbili tu, yaani ndio na siku, lakini ukiangalia wachezaji wana spiriti moja ya kutosha. Sasa je, ukiangalia kwamba atakapokuja kufika hata mwezi wa kumi na mbili, je wachezaji watakuwa na kiwango gani kinachotakiwa kuangaliwa sasa hivi? Ukutane na Yanga kabla ijawa ya moto zaidi, yaani omba, andika barua mapema Kukutana na Yanga kabla jawa ya moto zaidi, ila ukisubiri ikiwa ya moto, haki ya mamangu mwanamke, watu watakuja kukimbia after him. O, andika barua TFF, naomba kukutana na Yanga kabla jawa ya moto, ukisubiri ikiwa ya moto, ukaja ukakutana naye dakika kwa na ya kwanza mpaka ya kumi na tano, ikafika ikafika ikafika, after time ukirudisha timu kipindi cha pili, we mwanaume hii Yanga ina kocha ambaye anatumia science tu, yaani Yanga imekuwa ni kama rubani. Yani yaani Yanga inapaa yani Yanga imekuwa yani yani na rubani, unajua science na ni marubani ndo wanaotumia science ndo sasa ndo, ndo yang mekuja, Yanga ambao kocha amekuja na maana Yanga sasa hivi ni marubani, yaani imepata rubani anaowapaisha. Bwana, tuzungumzie goli la Mohamed Huseni Shabalala Zimbwe Juni. Kwanza mpaka dakika hii nimeandika barua nataka nikachukue mkopo NBC, nataka nikaombe mkopo, ila sijaenda na kielelezo. Naomba mkopo mzamana wangu ni nini, ila na imani kwamba nikishafika pale wakishasema mzamana ni nini, nachukua goli la shabalala na naliweka pale <laughs> nachukua goli la shabalala ndo nataka niende NBC. Nikitoka hapa naenda NBC kuomba mkopo, zamana ni goli la shabalala. Alafu sasa kigezo ambacho kwamba kwa sababu wamenipa question moja, kwa kuna neno wamenipa, wamesema hivi, utaratibu wa kulipa utaamua mwenyewe, kwa sababu umeleta goli la ya Shabalala. Yani utaratibu wa kulipa nitachagua mimi nilipeje, kwa sababu zamana inajitosheleza hata kulipa bila kulipa. Yani zamana ya goli inajitosheleza kwao. Nasema kwamba Shabalala ni mchezaji ambao kwamba alikuwa anasubiriwa Yanga kwa hamu. E bani, na unge, moja tu kwa mashabiki wa Simba Sports Club, wanacheza dhidi ya TRA. Wapigwe wapigwe tu, hili, hili, hili mlingane pigwe tu. Eh, wapigwe pigwe. Tulingane na nani? Tuna pointi saba mechi final. Lolote limpate lolote? Limpate